na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhamadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wataala kwa fadhila zake na kwa uwezo wake kutujalia kuiswali swala hii ya magharibi kwa jamaa. Kwa hakika, hii ni neema kubwa, miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa taala katika muda huu wa magharibi, kuna wengi ambao na wao waliweka nia ya kuidiriki swala ya magharibi kwa jamaa, lakini kuna ambao wamepata dharura za kisheria, wameumwa ghafla, wengine wamekufa ghafla, lakini walikuwa na nia ya, ku, ya kuja kuiswali swalatul magharibi jamaatan kwa hiyo kujaliwa na Allah subhanahu wa taala kuiswali swala ya magharibi, wallahi hii ni neema, na kwa neema hii mwislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kubakia katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala, jambo ambalo huwa tunalisema mara kwa mara. Nafsi huwa hazipendi kukaa katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala na kusikiliza darsa kama hivi, nafsi hazipendi. Mtu anaweza akatoka akakaa pale nje akaendelea tu kupiga stori na kuongea mambo mengi, mambo ya mpira, mambo ya siasa na mambo mengine, lakini kukaa kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, eh, nafsi inaona ni uzito lakini pia shaitani naye anapambana kuhakikisha kwamba mwislamu asipate thawabu, kwa sababu anafahamu kwa kupitia thawabu hizo mwislamu anaweza akaenda peponi. Hivyo Allah anapokupa taufiki ya kukaa katika vikao vya kielimu kama hivi, wallahi hiyo ni neema, unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Fatawa Nurun Darbi, Abdul Aziz Bazi, ala ldharbi, lisamahati Sheikhi Abdulazizi bin bazi rahimahu llahu taala. Katika darsa iliyopita tulisoma masala ya arobaini na nane ndio tukaishia hapo lakini masala hii ya arobaini na nane inaendelea na kama tulivyosema, kitabu hichi kimekaa kwa utaratibu wa maswali. Watu wameuliza maswali yale ambayo yalikuwa yanawatatiza, na shekhe akawa amejibu. Na huenda hata na wewe pia yawezekana ukakutana na mambo kama haya ukawa unajiuliza maswali. Kama haujasikiliza darsa kama hizi, yawezekana ukaendelea kuto kufahamu, lakini kwa mtu ambaye anafuatilia durusi hizi atafahamu kwamba mambo haya yapo au hayapo. Kwa muulizaji, anauliza anasema, tuufi ya rajulun alikufa mtu thumma qama nasu bitashyi'ihi, kisha watu wakasimama kulifuata jeneza lake. Wa hum yaquluna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, na huku wakisema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, wanafuata jeneza huku wana wanaimba uradi huu wa bi sawtin wabsauti masmu'in wa murtafi'in, kwa sauti inayosikika na sauti ya juu. Thumma qama ahlul mayyit, kisha wanasimama watu wa marehemu yule, bi sadaqati alayhi, kumtolea marehemu wao sadaka. Wa indama raja an nasu min dafnihi na wakati watu wanarudi kutoka kwenye mazishi, badau fi lakli washurbi wadhahiki, wakawa wameanza kula na kunywa na kucheka. Fima bainahum, kati yao. Muulizaji anasema, ma raayu samahatikum fi mithli hadhihi ataswarufati, jazakum llahu khairan Akasema ni nini rai na maoni na mafundisho yenu kuhusiana na mambo haya ambayo yanafanyika kwa muulizaji. Ameuliza kiufupi ni kwamba anauliza watu wanapokuwa wanafuata jeneza, watu wanafuata jeneza, huku wanasema la ilaha illallah kwa sauti ya pamoja, kwa sauti ya juu kisha baada ya hapo, watu wa maiti wale, watu waliofiwa, wakatoa sadaka kumtolea maiti wao, na waliporudi nyumbani wakaanza kula vyakula na wakaanza kunywa vinywaji, lakini pia wakawa wanacheka wao kwa wao. Ni nini hukumu ya mambo haya?

la alamu lahu aslan fi shari, sijui jambo hili kama lina asili katika sheria, bali sunna tu, bal ilivyokuwa ni sunna khafdhu sauti fi hadhihi lhala, ni kupunguza sauti katika hali hii. Hata watu wanapozungumza wanapoulizana, labda kuna jambo wanamuuliza mtu unatakiwa umuulize kwa sauti ya chini, na yeye vilevile akujibu kwa sauti ya chini, kuto kunyanyua sauti watu wanapokuwa katika mazishi au wanapokuwa wanakwenda na jeneza. Wa anna linsana yuhasibu nafsahu, na hakika mwanadamu hasa mwislamu anatakiwa kuifanyia muhasaba nafsi yake, kuifanyia tathmini nafsi yake wa yatadhakaru maswira hadha almayyit, na awe ni mwenye kukumbuka marejeo ya huyu maiti, marejeo yake anarejea wapi. Lakini vile vile, wa maswira hu, na awe anakumbuka marejeo yake huwa aidhan, na yeye mwenyewe vile vile kwamba ikiwa huyo amerejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa anatembea kama ninavyotembea mimi, amewazika watu kama ambavyo leo tunamzika, amezika watu wengi, lakini leo na yeye anazikwa. Iko siku hata na mimi vile vile, watu watalifuata jeneza langu mimi, nitakufa na nitarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo muislamu anatakiwa awe analifikiria hilo. Lianna almauta lahu shanun adhim, kwa sababu kifo kina jambo kubwa, kifo kina jambo kubwa. Wa dhikruhu, na kukikumbuka kifo, yuhariku yuhariku alqalba ilal istidadi liliqai llahi walqiyami bihaqqihi, na kukumbuka kifo kuna utikisa moyo, ili moyo huo uweze kufanya maandalizi ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na moyo utakuwa ni wenye kusimamia haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anatakiwa ajue ya kwamba iko siku ataelekea kwa Allah subhanahu wa taala. Kama hali ndio hiyo, ni kitu gani ulichokiandaa kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala? Umeandaa nini? Hata ukifa leo, ni kitu gani ambacho yawezekana kitu hicho kikawa ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa taala?

Mtu ambaye ana mapenzi ya kwenda kukutana na Allah subhanahu wa taala na amefanya maandalizi ya kumridhisha Allah subhanahu wa taala, Allah pia anapenda kwenda kukutana na mtu huyu. Wa man kariha liqaa Allah, na anayechukia kukutana na Allah subhanahu wa taala, kariha llahu liqaahu Allah, liqa Allah subhanahu wa taala anachukia kukutana na yeye. Mtu ukiwa ni muovu utachukia kabisa kwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe ni muovu. Hata muhalifu anapomwona polisi anakuja, ni lazima atakimbia, kuiogopa polisi, atakimbia kumwogopa askari, kwa sababu anajua ya kwamba yeye ni muhalifu. Na mtu ambaye hakufanya maandalizi alikuwa ni muhalifu katika maisha haya ya dunia alimkera na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu atachukia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu, katika imani ni lazima ufahamu ya kwamba vyovyote utakavyochukia kwenda kukutana na Allah, lazima ufahamu utakwenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili halikwepeki. Kila mmoja atakwenda kukutana na Allah subhanahu wataala, anatakiwa asimamie haki za Allah subhanahu wataala. Walhadharu min maasihi subhanahu wa taala, na achukue tahadhari ya kumuudhi Allah subhanahu wa taala, achukue tahadhari ya kumuasi Allah subhanahu wa taala, achukue tahadhari ya kuto kufanya madhambi na makosa Fal muslimu inda itibai aljanazati, muislamu wakati wa kulifuata jeneza, alayhi an ytaamala masira hadha almayit, ni juu yake kufikiria marejeo ya huyu maiti, wa masirahu huwa na afikirie marejeo yake yeye mwenyewe vilevile. Wa ayuidda alhudda, na afanye maandalizi ya nguvu. Wannasu alayhim an yahfadhu alaswata, na watu ni juu yao wapunguze sauti takdiran li hauli almauqif kwa ajili ya kuheshimu hali yenye kutisha, wa shiddati lhajati ila listicdadi lilakhira, na ukubwa wa hitajio kuhusiana na maandalizi ya akhira. Mwislamu ni lazima ufanye maandalizi ya kuelekea akhira. Muislamu ni lazima ufanye maandalizi ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa taala. Wataahubu lilmauti qabla nuzulihi, na kujiandaa na kifo kabla ya kufikwa na kifo. Fanya maandalizi. Wa ama sunu ltaami liahli lmayit, ama kutengeneza chakula kwa ajili ya wafiwa. Fa hadha fihi tafsilun Jambo hili lina maelekezo mengi. Jambo hili lina ufafanuzi. Ama sanu ltaami min ajli lmusiba ama kutengeneza chakula kwa sababu ya msiba. Wa jamu nnasi na watu kuka, kukusanyika kwa ajili ya chakula fahadha laisa min almashrui. Jambo hili si katika sheria. Bal min amali aljahiliya, bal jambo hilo ni katika matendo ya wakati wa ujinga kabla ya Uislamu. Amma idha sanauhu, ama watakapokitengeneza chakula lian, liajili dhaifi nazala bihim, kwa ajili ya mgeni ambaye alikuja kwao, au lianfusihim, au kutengeneza chakula kwa ajili yao fala baasa, hakuna ubaya. Au jaahum taamun min ghairihim, au chakula kikaletwa kutoka sehemu nyingine. Yani mithlu jiranihim, mfano wa majirani yao, majirani wamekusanyika na wakawatengenezea wafiwa chakula. Wa ghairihim, na watu wengine bi an yasna'u lahum ta'aman, yani watu wakawatengenezea wafiwa chakula. li'annahu qad atahum ma yushghiluhum, kwa sababu wao wamefikwa na jambo ambalo limewashughulisha. Wakifanya hivyo, fala ba'sa bidhalika, hakuna ubaya katika hilo lima sabata an Nabii sallallahu alayhi wa sallama, kutokana na hadithi iliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama annahu amara ahlahu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallama aliwaamrisha watu wake an yasna'u ta'aman, watengeneze chakula liahli Jafar kwa ajili ya watu wa Jafar, ja lamma kutila fi Mu'ta, pale Jafaru ja alipouliwa katika vita vya Mu'ta, lamma jaa khabaruhu ila lMadina, ilipomfikia habari yake kwamba Jafari ja yameuawa, na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mji wa Madina, Jafaru ja ibn abi Talib Amara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliamrisha. Ahlahu, aliwaamrisha watu wake, ayasnau li ali jafar taaman, wawatengenezea watu wa jafar chakula. Waqala, la mtume akasema, innahu atahum ma yushghiluhum Hakika wao wamefikwa na jambo ambalo linawashughulisha. Faidha sanaa aqaribu lmayit, pindi watakapotengeneza watu wa karibu na maiti, liahli lmayit, kuwatengenezea wafiwa, taaman chakula, au jiranuhum au majirani zao, wakawatengenezea chakula fahadha mashru'u. Hmm, ili ndio jambo la kisheria, na hata zamani watu walikuwa wanafanyaga hivyo. Tena wakati huo hata watu hawajui hata dini vizuri, lakini watu wanapokuwa wamefiwa, watu wanakuja na mavyakula, wanapika katika majumba yao, wanakuja na vyakula wengine wanaleta kama ni unga, wanakuja na unga, wengine wanakuja na kuni. Kila anayetoka nyumbani kwake kwenda kwenye msiba anakwenda akiwa amebeba chochote. Yaani wale wafiwa hawaangaiki na kitu chochote, wafiwa hawashughuliki na kitu chochote, tofauti na mazingira ya leo hii. Leo mtu anapofikwa na msiba watu watakaa hapo wanakula, watatafuta mpaka na karata, watakaa hapo wacheze karata, huku wanaendelea kula na kunywa, kwa muda wa siku tatu au zaidi ya siku tatu. Mpaka mtu anakuja kumaliza msiba, ana madeni ya kutosha. Kwanza alikuwa na madeni ya kuuguliwa marehemu aliyefariki Huenda alikuwa yuko hospitalini ametibiwa, amekopa pesa, anadaiwa. Lakini bado anakuja kuingia gharama za kuwalisha watu ambao wamekusanyika e, katika nyumba yake. Tena wengine ni ma, ni, ni, wengine ni, ni, ni majirani ambao wao ndio walikuwa wanatakiwa wamletee yule wa, wawaletee wale wafiwa chakula wao ndio wanakusanyika pale kwa ajili ya kula chakula. Kwa hiyo inavyotakiwa, majirani wanatakiwa kutengeneza chakula kwa ajili ya wafiwa na wageni wao. Wakati mwingine kuna watu wanatoka, wanakuja kutoka mbali, hao ni wageni wasiojua hata hoteli inapatikana wapi, lakini pia kuna baadhi ya maeneo hata hoteli yenyewe pia hakuna. Katika mazingira kama haya majirani na ndugu wa karibu wanatakiwa wawatengenezee wafiwa chakula, lakini vilevile watengeneze chakula kwa ajili ya wageni waliokuja kuzika waliotoka mbali. Kwa sheikh anasema, hili ndiyo sheria, watu kutengeneza chakula kwa ajili ya wafiwa, sio wafiwa kutengeneza chakula kwa ajili ya majirani, kwamba tumefiwa bwana, majirani watakuja hapa, wanatakiwa wapate chakula. Huu ni utaratibu ambao hajauelekeza na hajaufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa idha daa ahlu lmayit man yaakulu maahum, ikiwa wataita wafiwa watu kwa ajili ya kula na wao hadha taam, chakula hicho ambacho kimeandaliwa na majirani au kimeandaliwa na jamaa na marafiki, au kadamuhu liman kana indahum au wakawapa chakula hicho wale ambao wako hapo kwenye msiba, kullu hadha la ba'sa bihi, yote haya hayana ubaya. Kwa kama majirani watakuwa wametengeneza chakula wakapeleka chakula hicho kwa wafiwa, na wafiwa pia wakawakaribisha wale wageni wao waliokuja kuzika, wakala pamoja na wao, jambo hili si vibaya. Amma rujuuhum bada dafni, ama kurejea kwao baada ya kuzika ila ilaldhahiki, kwenye kucheka, wallabi na kucheza, yani watu watakuwa wameandaa karata, wameandaa bao, almuhimu kwamba wametengeneza kitu ambacho watu wanakaa pale kwa ajili ya, ku, ya kupoteza muda. Fahadha laisa bimunasibin, jambo hili wala sio munasaba na maeneo hayo. Watu wanacheza karata, wanacheka, wanaambiana maneno ya kijinga hawafikirii kwamba na wao iko siku watakufa, iko siku wataelekea kwa Allah subhanahu wataala. Hili hata kulifikiria hawalifikirii, bali lafdhalu lahum an yatadabbaru lamra, jambo ambalo ni bora kwa wao, wanatakiwa kulizingatia jambo hili, jambo la kifo, watafakari walifikirie na wafanye maandalizi. Mtu afikirie kwamba huyu leo ameondoka kwayo, mimi kama sijaondoka leo, yawezekana nikaondoka kesho. Sikuweza kuondoka kesho, yawezekana wiki ijayo nikaondoka. Sikuweza kuondoka wiki ijayo, yawezekana mwezi ujao nikaondoka. Mimi wakati wowote wa naweza nikaondoka. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema kun fi dunia kaanaka gharib, kuwa katika dunia hii kama vile ni mgeni mpita njia. Mtu anapokuwa ugenini anakuwa na tahadhari. Mtu anapokuwa safarini anakuwa ni mtu mwema. Siwezi kufanya maovu, wenyeji wa, wa, wenye wangu watanionaje wenyeji wangu watanielewaje kama wataniona nafanya madhambi kwa mtu anakuwa na tahadhari kubwa anapokuwa yuko ugenini kwa hiyo mtume anasema kuwa katika dunia hii kama vile ni mpita njia kama vile mgeni kama vile msafiri kwa hiyo unatakiwa kuyazingatia na kuyafikiria mauti Wayadharu alayhim amaratu lhuzni, nazionekane juu yao alama za, za huzuni. Watu wanacheza karata wanacheka wanafurahi wanapiga mastori, yani wamesahau kana kwamba hawajamzika mwenzao. Tena wakati mwingine wanaweza wakakumbushwa hichi mnachokifanya sicho, sema ah, hapana bwana, kuna maisha baada ya kuzika bwana, tukishazika maisha mengine yaendelee. Hawafikiri wala hawawazi wala hata kuonyesha alama za kwamba wamefiwa, alama za kwamba wametoka kuzika, hawaonyeshi alam, alama hizo walistidadi na wala hawaonyeshi maandalizi ya kuondoka katika dunia hii walihadha. Na kwa sababu hiyo basi, lamma mata Ibrahimu ibnu nabiyi sallallahu alayhi alaihi wasallama qala alayhi salatu wassalam, alipokufa Ibrahim ambaye ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallama wasalama Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al alainu tadma'u, jicho huwa linatoa machozi, walqalbu yahzanu, na moyo unahuzunika, wala naqulu illa ma yuridu ar-rabb, na wala hatusemi maneno isipokuwa tunasema maneno yenye kumridisha mola wa inna lifiraqika ya Ibrahim na hakika sisi kutengana na wewe, kukukosa wewe.